Ujambo sana ndugu mtazamaji wa Baraka 1 TV, karibuni kwenye kipindi chetu cha Mitazamo Yetu ambacho kinawajia uh, kwenye television yako, na mimi leo mtakuwa na mibana na naitwa Roger Seko Raphael Mwezetu uh, Rajabu Kiza Kabonga mezuilika tu kwa sababu kikazi tena masuala tu kutafuta habari nzuri nzuri ambazo tawajia katika vipindi vingine, na acha kwanza simeshukrani kwenu nyote ambao mko nasi usikose kushare na kusubscribe kwenye Baraka One TV kwa na kwenye platform zote ambazo tunapostia habari zetu. Na shukrani kwa kiwa mba naitwa King sell from USA Eside, Kizenga Tembele, Kizabe Ayeba, Jedone Butoto Kashosi from Australia, Kiza Salomu Mashaka, Ayamba Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Mene Da Feza from UK, Da Laitisha, Da Irene Germani, Ankis Kandeke, Asimwe Baguma, Samuel Ramake from SA, Mohamed, Papiki Tula Seimoni, wazee wa Kakumako Kenya, Elisha Nairobi, Emanuel Mwangombe, Asani Ramazani Asukulu Ayeba, vilevile Tamani Bagula na Atumaini, tuko pamoja kwenye Baraka One TV. Ndio, acha tupate fursa ya kusikiliza mitazamo hii na watazamaji wetu wa Baraka One TV. Habari za leo Bwana Najabu ale na majukumu ya kazi. Kwanza nakupongeza sana kwa kipindi chako kizuri chenye mijadala ambayo ni ya wazi na bila hofu wala uoga. Kwa kweli, una una mchango mkubwa sana katika kutafuta suluhu ya matatizo ambayo yapo katika katika Kongo. Huo ndio uzalendo halisi, ukiachana na uzalendo wa silaha. Watu wanapambana, lakini uzalendo mwingine ni huo, kuipenda nchi yako kwanza. Mimi nitaka tu kwa kifupi niweze ku kutofautiana kidogo na mchambuzi wetu bwana Saidi. Kipindi cha mchana wa leo amezungumza kwamba e, zipo nchi nyingi ambazo zinaonekana kama zinachochea zinaitafuna Kongo, sio ameongea mambo mengi, lakini hajatoa hajatoa uhalisia wa, wa, wa ushahidi kwa sababu zipo nchi ambazo ambazo zimejitahidi kutatua migogoro hii, ukiachana na hizo nchi nyingine, mimi nitaongelea nchi yangu ya Tanzania. Tanzania imejitahidi kwa muda mrefu sana, hasa kipindi hiki cha mama Samia kuweza kutafuta suluhu. Alishawaita marais Tshisekedi na na ule wa Rwanda, nafikiri wote wa East Africa pale Dar es Salaam, kama watukumbuka, ilikuwa mwezi wa nne au mwezi wa tano, aliwaita pale kwa ajili ya kikao kwa ajili ya cha suluhu ya pamoja, lakini ndani tu ya East Africa yenyewe community kuna mgawanyiko wa hali ya juu, kwa sababu wapo watu ndio ambao wa wapo kimaslahi zaidi Kongo na udhaifu wa Kongo. Ukiondoa hii mambo kwamba wao oh, Kongo eh, kama wanaweza kujitenga si watafanyaje? Sio kweli. Tanzania hai survive kwa sababu ya biashara tu, vyanzo vya uchumi viko vingi, ikiwemo biashara, utalii ni sehemu ya biashara na nia ya kuongeza uchumi, kilimo, mifugo na kadhalika. Na ukisema kwamba kwa sababu bandari ya Dar es Salaam bila Kongo haiwezi kuwepo, pia sio kweli kwa sababu Tanzania inapakana na nchi zaidi ya nane. Mizigo ambayo inaingia Kongo au inayopita kukuja Kongo Kongo pia ina manufaa ya kutegemea nchi nyingine, kwa sababu kama una kopa yako unataka kupeleka Japani, utapitisha na bandari ya Dar es Salaam. Hutaki, unaweza kwenda Beira, ukaenda South Africa au Matadi. Lakini tujiulizane wote hapa ni lini hiyo bandari ya Matadi au bandari nyingine mnosema mtaka kujenga itaweza kwa kusurvive kuleta uchumi wa Kongo, nchi ambayo haina infra infrastructure. Kipande cha barabara ya, ya lami ya kilomita 1000 tuna tatizo Leo niambia ujenga mabilioni ya bandari pamoja na uchumi mzuri ambao upo, lakini umeshaparanganyika. Ni nchi ambayo haina msimamo, kulingana na nini? Na wakongomani wenyewe wamejitengenezea hiyo hali wa, au wametengenezwa katika hali ya kubaguana. Makabila ya Kongo yapo katika katika katika katika hali ya kawaida, unaweza ukaona kama hakuna mgawanyiko, hakuna mgawanyiko mkubwa sana. Tumeishi Kongo, si tunaijua kuanzia Kisangani kote kupita kuna vikabila ukienda tu wale Wabuyu pale, oh mara huu mpaka ni Wabuyu, huyu ni Wabembe, hawaelewani. Ukija kwa Wabembe na Wabwali hivyo hivyo, sio Wabwali na Wavila. Sasa hali kama hiyo uwezi kuikuta kwenye nchi kama Tanzania. Ipo migogoro namna hiyo, lakini serikali ina take action mara moja kuweza kuitatua, ya wafugaji wa wakulima ni vitu vya kawaida. Kwa Kongo imekuwa kitu ambacho ni chronic, na ndio maana hata maadui zenu wao, oh, wanaokuja kufaidika hasa na uchumi wa Kongo hizo nchi nyingine sitaki kuzitaja, ambazo nadhani labda ndio zinafaidika kwa uchumi wa Kongo, zina zinafanya hivyo nizi, kwa na Rwanda, ugrundi, na Tanzania na Kongo, si unapakana na ziwa, utaniambia kwamba sisi tuna mizigo gani tunapitishia labda Rwanda au Burundi inakuja Tanzania, hiyo mizigo yote inopita huko inakwenda ni Kenya, ni sehemu nyingine. Tanzania sisi tunapokea mizigo ambao ni wafanya biashara au wa, wa, yana, ina, ina, inaenda nje ya nchi au inaingia nchini kwenu. Lakini si kweli kwamba Tanzania eti, eti, inapata ina, ina, ina maslahi na ndio maana haitaki kushughulikia mgogoro. Tumejitahidi sana kidipo, kidiplomasia na ushahidi uko wazi na unaeleweka. Kwa mfano makabila kama haya wabembe wabwali wengi wanani wa, wa, wa, wa, wa, ambao waijui Tanzania si wengi, wanaifahamu Tanzania jinsi ilivyo na jinsi ambavyo inashughulika huko na hali yetu jinsi tunavyoishi. Nafikiri unaifahamu sasa kutafuta lawama kwa nchi nyingine, kwa kweli, hii si jambo si jambo, si jambo jambo zuri, si jambo zuri, kwamba kuilaumu au kuichanganya katika lawama ambazo hazipo. Tatueni matatizo yenu wenyewe ndani ya nchi, na ndio maana unakuta sisi nchi zetu zinapokuwa zinaanza na kuchochoro tu mtokeza, au tunaandamana, au tuna tuna take action mapema, kwa sababu tunajua, hata Kongo haya yalitokea kidogo tu, mbuyu eh ulikuwa, lakini ulianza na mchicha ule mchicha pia unavyokuwa unamwagilia maji unanenepa, utakuja kuwa mbuyu siku moja. Kwa hiyo unavyokata na shoka, inakuwa ni vigumu. Haya matatizo ya Kongo ni ya background. Mliwakaribisha hao watu kuja kama wafugaji, sijui au kama wanamna gani, mkawachukulia kama niko, upendo, sasa, ni kwa upendo wa kawaida. Sasa matokeo yake imekuwa ni ile ile hadithi ya paka, kumtia kwenye gunia ni rahisi, kumtoa ndio mtihani wake huo. Sasa wamesha take advantage hiyo na kuna baadhi ya makabila yameshamezwa, ya yanafaidika zaidi na, na upande wa Rwanda au upande wa hizi nchi za East kuliko kule Kinshasa. Serikali ya Kinshasa, mlijisahau au mlisahauliwa? Siwezi kujua ni nini ambacho kimewakumba kwa kweli, lakini kikubwa, mkae pamoja, mjadiliane kama nchi, mjadiliane kama makabila, muwe na upendo msio na ubaguzi. Yale mauaji yanatokea ituli kule usiku na mchana, ya kikabila yanachochewa Uganda au kama sijui ni Kongo, naamini Rwanda au kama kuna ndani vikundi vya ndani ya Kongo wenyewe ni uongozi wenu. Hii yote ni zao la uongozi mbovu, kisha kuwa na zao la uongozi mbovu. Uongozi wote wa Afrika, sio kwamba ni wazuri, sio kwamba malaika, lakini Congo is too much, is too much. Mfano mdogo tu hapa Baraka 1 TV, unamtetea sana rais wako Tshisekedi, lakini SK, rais kweli mwenye mwenye mwenye, mwenye, mwenye mamlaka, amiri jeshi mkuu wa nchi, anaweza kiongozi akaja, akaja sehemu kama mnaongea mambo ya gasita kwamba hataki kuja pale halafu after that anaondolewa mpaka wananchi waandamani. Rais zaidi ya wiki mbili, umeshindwa take action, swala la kuchukua masaa ishirini na nne oh, masaa wewe, amili nani mkuu wa majeshi, njoo hapa imekuwaje hii tatizo, njoo hapa kwa wiki. Mimi namuona kama ni wiki, ndio maana Kagame anamcheka usiku na mchana. Tunamuona wiki eh, hiyo mikataba sijui mnaenda wapi, Marekani sijui Marekani, lakini Is the one of the weakest presidents ambayo sijawahi kuona kwa Kongo. Hata Kabila mnasema kwamba si Mkongomani, sijui ni Kanambe, si mtu wa wapi, si ni Mnyamlenge, si Mtusi, lakini hakuwa wiki kama jinsi ambavyo rais yuko wiki. Nchi kubwa ina kila kitu, ina uwezo wote wa kila namna. Hivi pale angechukua training ya wanajeshi laki tatu kwamba nachukua la vijana laki tatu na wapeleka Kongo Blaza vile, kwa mfano okay, usije hizi nchi za huko, sababu kama zina uhiano uhiano na mambo ya, ya siasa za Kongo, peleka Kongo Blaza vile, peleka Gabon vijana laki tatu kwa uchumi wa Kongo ambao afu leti ile laki tatu mmoja anaanza kwenye mpaka wa mwanzo wa wa, wa, wa, Tanganyika mpaka unafika kule Ituri au Sudan kule, majeshi laki tatu, uone kama hiyo hiyo wanafanya kanchi kadogo, hata fizi ya territory ya fizi ni kubwa. Rwanda kanaonea kama kitu gani, inatia huruma sana. Lakini sasa, msitafute kichaka cha kujifichia, tafuteni suluhu ya matatizo yenu wenyewe. Hatufurahii sisi binafsi kwa kweli, tuna marafiki tuna ndugu wapo huko Tanzania, mdamrefu tumekuwa na mahusiano mazuri sana na Kongo, lakini kuhusishwa sisi na mgogoro wa watu wa namna hiyo inatuvunja nguvu na iyo, ina nguvna, ina tu, tunasikia tunasikia vibaya kwa kweli, ndio maana nimejaribu kuchangia mimi kidogo nisame kama labda nimetumia lugha ambayo haiko sawa, lakini nakupongeza sana na shukrani kwa kipindi kizuri eh, Bwana Rajabu, za asubuhi za asubuhi kwema, kwema huko, kwa kweli, ongera ongera, ongera, uwape ongera, wazalendo wote wote wote wote, kwa kweli tunawapa ongera tena, tunawakaza sana, tunawapa moyo, tunawatia nguvu, waendelee. Hii mambo ya sesele fe bwana, na mimi nataka nichangie kidogo hoja. Sesele fe ndio ni serikali ndio ina, ina mazungumzo na serikali zingine, lakini sisi sisi ni wananchi, hatuna na mazungumzo na serikali nyingine, kwa sababu maslahi yetu sisi ni nchi yetu. Serikali ndiye na mawasiliano inafanya hili na lile, lakini sisi kwetu kwanza ni nchi yetu, udongo mababu wa, wa, wa, wa, zetu. Na hiyo sesele fe ile weko nasema o oh, seselee sesele se fe ndio, sesele fe inaweza kuwa lakini mwisho se ya sesele fe ni nini? objectif yaile sesele fe sini, bawanapaswa kwenda kwabo. Sesele fe ni kusema babakie pale miaka hapa sesele fe ndipo balianza ise ufanya kama ni miaka yatatu, sasa iku paka sesele fe. Tusikilizane, banaenda uku, banaleta ibi, banaongea huku, banasikilizana uku, banasaini huku, sesele fe. Sasa ajabu ya sesele fe, babwana baka uko vale, beko naendelea kutunyanganya siye migini kumbi inaposha siye tuweve tu um, uamuzi wa mwisho na si atuwezi kulala damu ile. sesele fee inakuwa saa tuko beko natupiga siye mkidiplomasia, ni akili ya kutupiga sie diplomasia kidiplomasia, ki ina maana tukae kimya. Ndio kwa maana unaona, mimi nakumbuka vita ya ya huyu mbavu moja ule kupale Uvira, yule maiti ile ile kaburi ya ule ndugu kuna vita ya Wajerumani ya zamani sana, ilikuwa mitindo hiyo hiyo ya, ya inamaana, kama nataka kwenda vitani natakiwa kwanza kuambiana muambiane kwamba vita itaanza, kama ni mwezi, ni saa gani? Saa sita ndio tutapigana, saa kumi natakiwa kupumzika. Vita gani? Mbavu moja, kama unasikia walimuita kwamba yule ni shujaa wa kivita ulimwenguni yeye ndiye alivunja ile mipango ya kusema, hakuna mtu kama ni adui hawezi kumpa rendezvous kesho, tutapigana saa fulani. Ubie umwambie adui asema weka shavu hivi, weka kichwa hivi, nikupige akubali? Hapa kila mtu yuko nafanya tekniki yake ya kusema apige, unaona, na ile tekniki ya mtu na ufundi wake wa kupigana hasa sikumwambia adui kwa sababu kila mtu anatafuta ganye ubie apate ushindi Ndie ile na mie na wapatia hongera sana na nawapatia tena kuraje sana wazalendo wote wasimamie tu jambo. Ah, jambo Baraka1 TV e, pamoja na wakongomani wote jambo sana e, big up sana nyinyi wote wakongomani, shukrani sana ah. Nilisikia kwamba bandugu zetu ba rafiki ba Burundi Nilisikia kwa Baraka One TV wanaongea kwamba bwana Rajabu aliongea mubaya kuhusu Bemu Ventu, bale benye walikuya wakakutana rais ndaishimie. Nyinyi hajaongea ba Burundi, mko barafiki yetu, mko barafiki yetu yani. Bwana Rajabu yeye ni journalist, yanaongea kitu chenye kinakuwa Alafu sisi wasikilizaje, tunaanza kuchambua ndani maneno tuone iko namna gani maneno. Kila mtu anachambua, anachambua, anachambua maneno yake, kila mtu yeye ni journalist. Tunajua rais yetu Ndaheshimi hawezi kufanya hivyo, hawezi kusikia hawa watu, hawezi kusikilizana na hata kidogo, anabajua mzuri sana na pia hapa bwana bwanalajabu amesema kwamba Ha, na rais yetu ndaishimie hawezi kubali hapa watu wanabajua mzuri sana. Rais ndaishimie ni soja juu kwamba watu iko na akili mingi sana wanaweza kuya, wanakwambia namna hivo: oh, tosha majeshi yako, hatuwezi kuatake Burundi, watoshe Uvira, tuatake Uvira, hatuwezi kuatake Burundi hiyo yote ni uongo, ni propaganda, ni akili yaani vite vimevashinda. Niko natumisha mbinu yote na njia zote, lakini vimekataa, vimevashinda. Tuko pamoja juu ava vatu nasie Vakongomani bali valituitaka muease akaita Kongo kuya muease Kongo ikakuya muease Uganda ikakubaliana na Kongo kupiga maadui mule mu Kongo. Tena hapo ndio namba moja, viko na tukula, tuko moya tumeingia mwease, mwease. Tena hapo ndio viko na tupambanisha, viko na tukula, viko na uwa watu yetu, viko nataka pakate ndani ichie Mlishakiona namna gani wa memba tena, muko napiganisha memba, na ni hapa ndipo kabisa tunabudi ya kuwatakia nyote shukrani kabisa mnyote ambao metufata kwenye kipindi cha mitazamo yetu, ambacho leo kimeletwa na Uniti Roche Seku Rafael, mzee wa ngwasoma, ambacho umesikia mengi sana. Usikosi kushea na kufinya kwenye nembo mba letwa kengele pale, ili upate kwanza kila wakati kupata habari zetu zipya. kwa herini.